Kuna tabia unaweza ukaipata kutoka kwa mwanamke au kwa mwanaume uliotoka naye kimahusiano. Yani, unaweza ukakutana na mwanamke ambaye ana roho ya kukataliwa, ukatoka naye huyo mwanamke, wewe ambaye ulikuwa hauna hiyo roho ya kukataliwa Kumbuka, unapokutana naye ule ni muunganiko. Kuna vitu mnabadilishana, kuna vitu vinatoka kwake kuja kwako na kuna vitu vinatoka kwako kwenda kwake. Kwa hiyo kama huyu mwanaume au huyu mwanamke alikuwa na mikosi, labda ametoka na wanaume saba, na wao wana mikosi yao Kumbuka kuanzia wa kwanza ameondoka na mkosi wake, wa pili mkosi wake, wa tatu mpaka wa saba, anakutana na wewe mwanaume wa nane. Kwa hiyo atakupa ile mikosi ya hao wanaume wote ambao wametoka nao huko nyuma. Muulize jirani yako, huko salama? Tumsifu Yesu Kristo kwa sababu ni kitu cha kiroho. Kama kuna tabia amezichuma kutoka kwa hao watu, kutoka kwa hao wanawake, kutoka kwa hao wanaume, wewe unahakika kwamba mtakapokutana naye na kuungana naye mtabadilishana hizo tabia.